Hello and welcome. Mimi nakukaribisha, naitwa na Stud Gray katika channel hii ya Touse, uweze kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na kusafiri. Lakini kabla ya yote, ni kuombe uweze kusubscribe katika channel hii na uweze kubonyeza alama ya kengele ili kuendelea kupata video nyingi na nzuri kutoka katika channel hii na uendelee kujifunza, lakini zaidi uweze kushare video hiyo na ndugu jamaa na marafiki, nao pia uweze kupata maarifa haya ambayo ni muhimu, hasa pale tunapojifikiria ama linapokuja swala zima la kusafiri nje ya mipaka ya nchi. Na leo kama ambavyo umeona kwenye kwenye video post ya leo ninataka kuongelea kutopiga picha katika mpaka wa Sirari Tanzania na Kenya. E, zinapakana na iko mipaka mbalimbali mbali ambayo unaweza kuitumia kuingia Tanzania kutokea Kenya ama kutoka Tanzania kwenda Kenya na miongoni mwa mipaka hiyo nitakaozungumzia siku ya leo ni mpaka wa Sirari ambapo kwa upande wa Tanzania mpaka unaitwa Sirari na kwa upande wa Kenya mpaka unaitwa Isebania. Sasa katika mpaka huu hasa katika lile eneo lenyewe la ofisi za uhamiaji, ambako unapewa kibali cha kutoka Tanzania na kuingia Kenya au kutoka Kenya na kuingia Tanzania, hasa ninaliongelea eneo hilo. Na katika eneo hilo, basi ziko alama zinazoonyesha ya kwamba hutakiwi kupiga picha wala kuchukua video ya aina yoyote ile. Nafahamu unapokuwa unasafiri kwa ajili ya kuweka kumbukumbu mbalimbali, kama nilikuwa sehemu fulani, nilipita katika mpaka huu, hali ilikuwa hivi tunakuwa mara nyingi tunapiga picha, tunachukua video za kumbukumbu kuonyesha -kumbu, ndugu na jamaa, bwana, nilikuwa hapa na ilikuwa hivi hapa, ndo panapofanana na Sirari. Sasa nikutahadharisha ya kwamba unapokuwa katika eneo hili la mpaka, bila kujali utaifa wako ya kwamba ni Mtanzania ni Mkenya ama raia wa nchi yoyote lakini unapovuka mpaka huu hiyo, unatoka Tanzania kwenda Kenya ama unatoka Kenya kuingia Tanzania, hautakiwi kupiga picha wala kuchukua video na kupiga picha wala kuchukua video, sio kwa simu, sio kwa kamera, sio kwa kifaa chochote kile. Picha haziruhusiwi, video haziruhusiwi. Ni taratibu, kila mpaka unajiwekeaga taratibu zake. Sasa katika mpaka huu taratibu waliojiwekea ndio hiyo. Ni kwa nini wamesema hivyo msijui, lakini kimsingi hawajasema kwamba ni kwa nini hauruhusiwi kupiga picha ama kuchukua video. Nadhani ukiwauliza maafisa hapo wanaofanya kazi watakujulisha, lakini kama tahadhari, basi ninakushauri usifanye hivyo. Na kuna usemi unasema ya kwamba kutojua sheria hakukukingi wewe na adhabu zilizopo e, kwamba kwa sababu haujui kwamba kupiga picha hakuruhusiwi katika eneo hilo basi kutakukinga na wewe na kupata adhabu za, za kupiga picha aa, haiko hivyo. Adhabu utaipata hata kama ulikuwa ujui. Sasa ni heri kujua e, taarifa hii ya muhimu, ili unapopanga kusafiri kupitia mpaka huu basi uweze kuwa na uelewa huu sahihi ya kwamba hauruhusiwi kupiga picha katika mpaka huo. Na nikusihi ya kwamba ziko video nyingi ambazo unaendelea kuongelea mambo mbalimbali mbali, ya kusafiri maeneo mbalimbali, unaweza kuzitazama katika channel hii na ukaendelea kujifunza zaidi. Lakini nikukumbushe kama nilivyosema awali inaomba usisahau kusubscribe kwenye channel hii, lakini pia uweze kubonyeza alama ya kengele, uweze kutuma video hii kwa watu wengine ili waweze kujifunza na mambo ya zaidi kuwa mazuri. Nakukaribisha tena katika channel hii. Mimi ni study.